Asalamu wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Aa, ni mimi wako katika TV ya Zamyl Al-Farshid, katika TV yako pendwa ya Zamyl TV Nuru ya Imani kama nilivyokueleza eh, na clip zilizofuatia ikiwemo swala nzima la ardhi ya Bugengi ya Waislamu, kwa kwamba inamilikiwa na organization ya Umusalama, ambapo kwamba clip ya kwanza ile ilizua gumzo kwa baadhi ya waumini ni eh, Sheikh n shehe Athman Boyola, ambapo kwamba aliweza kuzungumza swala nzima la kuhusu ardhi ile la Bugengi kafata, akapatikana mmoja wa kumjibu ambaye kwamba ni Sheikh Abdul Hakim al-Maruf Sultan. Na kisha baada ya hapo clip eh, nyingine kafata ya Sheikh Saleh Shaaban akimjibu Sheikh Abdul Hakim. Na hapa leo tunaye ambaye kwamba ni mhusika na mlengwa mkuu katika swala zima la ardhi ya Waislamu pale Bugengi, ambaye kwamba yeye alikuwa kanzia mwanzo hadi kufika sasa hivi bado yupo kuanzia mhusika wa ardhi ile pale nunuzi hadi kufika hapa leo, tutapata historia kwa ufupi, tufahamu kweli uko wapi. Tutaungana naye tufahamu jina lake na pia tueleze mengi ambayo kwa yanajiri katika ardhi ile ya Bugengi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ssalamu warahmatullahi wabarakatuh. Pengine kwa mtazamaji, kwa faida ya mtazamaji, tungependa kufahamu jina lake kwa majina. mm -hmm. Naitwa Seif Yusuf mkaaji wa Busia na mzaliwa wa Busia. Mashallah ah, na nafikiri kuna swala nzima la ardhi ya Bugengi ambao kwamba imekuwa gumzo kwa baadhi ya watu wakiongelea kuhusu swala hili, ni kama lina usiri ndani yake, pengine kutupe historia ya sehemu ile ya Bugengi. Nafikiri wewe umehusika, au unatuambia wewe pia ulikuwa nani katika miongoni mwa ile sehemu ya ardhi ya Bugengi. Naam. Asante sana kwa swali lako. Nafikiri hiyo ardhi ya Bugengi ninaweza sema ya kwamba ilitolewa na marhumu Uh, Said Sundown wakati huo, na marehemu Sundown alipotoa hiyo ardhi, walikuwa na organization ambayo ni Busia Islamic Center and orphanage. Na hiyo Busia Islamic Center and Orphanage, mwenye alinunua ardhi ni marehemu Sundown, marehemu Saidi, yeye ndiye alinunua ardhi hiyo na lengo hasa aliponunua hiyo ardhi hakutaka kuweka kwa majina yake kwa sababu alijua pengine akiondoka huenda familia ikadai tena. Na yeye lengo lake la kunua ardhi alitaka iwekwe shule ya Kiislamu, sekondari ya Kiislamu, na iweke koleji ya Kiislamu, na iwekwe madrasa kubwa ya Kiislamu, na iwe ni orphanage kubwa ambayo itasaidia katika kaunti yetu ya Busia na pia majirani zetu ambao ni kutoka Uganda. Hiyo ndio ilikuwa lengo lake. Sasa yeye ndio makusudi yake akaweka jina kwa Islamic Center ili tuweze kupata, yeye alitaka kupata wafadhili wa kuja ku, kutujengea hizo vitu ambazo alise, alikuwa anania ya kujenga na kuinua Uislamu, eh, sahibi sala so nziva lilokuja hapa pengine ni Shehe Sandal almarhum ndio waleza unoyo sehemu na hii swala la la Shekh ambayo wakimtaja Shekh Alfani, ambako magonezi ya umusalama iliingia vipi katika swala hili? Naam. Sasa baadhi ya wale walikuwa katika ile musia Islamic Center mwenyekiti alikuwa ni marhum, na katibu alikuwa na Ahmed Omari, na mweka hazina alikuwa ni Shekh Nurudin. Naam. Sasa wao baada ya huyu marhumu kuondoka, yeye alipofariki akazikwa, aka baadaye Ahmed Omar ambaye alikuwa ni katibu alikuja na hili jambo la kusema ya kwamba kuna wafadhili ambao wanakuja kutaka kudevelop hiyo ardhi hiyo ya Bugengi, na akasema ya kwamba hiyo, ili tupate wafadhili hao kuna shirika linaitwa Umsalama la Kiislamu na. Na wanaweza kutujengea kupitia kwa Umsalama ili wajenge hizo vitu ambazo marehemu alikuwa na nia ya kuzifanya. Na yeye kama katibu wa wakati huo alikuja, mimi nikiwa sekretari mdogo wa Busia Jamia Mosque wakati huo na. Na kulikuwa na Shekhe Ramadhan ambaye alikuwa anawakilisha vijana kwa upande wa Busia eh, Supreme Council na. na tukawa na mwenyekiti ambayo wa Western Kenya alikuwa marhumu Ibrahim Hussein. Sasa Ibrahim Hussein ni mzee ambaye alikuwa ni marehemu, sisi tulikuwa bado kidogo na sasa Ramadhan, shehe Ramadhani Musa alikuwa mdogo sana, mimi nilikuwa kidogo na akili zangu kwa sababu nilikuwa napitisha umri wa miaka kumi na nane na zaidi. Naam. Sasa Ahmed Omari akaja akafanya mobilization ya kutujia sisi, akaja akazungumza na mzee Hussein, mzee Ibrahim Hussein akaja akazungumza nani, akazungumza na nani na Ramadhan, Sheikh Ramadhan Musa, naam. Baada ya hayo mazungumzo, alituambia ya kwamba tunataka tupate wafadhili na lazima tutafute wafadhili, na mimi nimepata yule director wa umusalama ambaye ni Sheikh Khalifa na na tukirudisha ili lengo la mbili kuwatafuta, tunataka tubadilishe hii kutoka kwa Busia Islamic Center jina liitwe Umusalama Foundation. Pengine dhumuni kubadilisha lengo eh, la ni? Eh, kubadilisha ilikuwa ni kupata wafadhili, lengo ni kufuata wafadhili na waje <laughs> wafadhili kujenga hizo vile nimekuambia sekondari yeah. college vitu yeah. zinaweza za, kufaidi Waislamu n sasa no. Alipotuelezea hivyo sisi tulikuwa sisi si tuli kwa hilo yeah. alienda akaelezea familia kijana mm. na mama wakawa yeah. wamefahamu hilo nakasisi tukasema hatuna neno sasa tuli, alipo, uh, tuelezea hivyo yeye alifanya introduction mimi sikuwa najua Shehe Halifa nani huyo eh Ahmed Omari ndiye Naam. alinijulisha kwa Sheikh Halifani Naam. kama director wa msanama Naam. na tukatoka hapo moja kwa moja, aliponielezea tukaenda kwa DC wakati commissioner. ilikuwa Naam. na DC Naam. tukaenda mimi, Sheikh Ramadhani na Ibrahim Hussein na e, bibi ya marhum Naam. na kijana wa marhum Naam. sasa, na Sheikh Halifani. Naam na Muhammad Omari. Kwa hiyo kikao hiyo ndio tulikuwa Naam. na katika hiyo kikao nikiapa mbele ya Mwenyezi Mungu Naam, yaliyo tulizungumza na ya swali ambalo Sheikh Halifana alituelezea, alituelezea tupate ili tupate wafadhili wa kuweza kutujengea na kuendeleza Uislamu. Naam. na alipotuelezea tukaona ni mambo ya heri ndio, yeah. tukaona ni mambo ya heri, hatungeweza kupinga, kupinga akauliza e, bibi ya marehemu akasema, mimi mume wangu alitoa hiyo ardhi kwa Waislamu, sina pingamizi na siwezi nikapinga. Namu. kijana akasema hivyo hivyo siwezi sisi hatuwezi kupinga, kwa hiyo ina maana walikubali familia. Namu. Namu. familia wakishakubali, mzee Ibrahim Hussein akasema, ikiwa ni jambo la na manufaa na ni la heri kwa Waislamu hatuoni haja ya kupinga. Namu. hatuna pingamizi sisi hapo No, no. Basi aliposema hivyo kadhalika, mimi nikasema mradi ni ya kujenga Uislamu mm -hmm. na ni mambo ya Uislamu, tunataka colleges na wanafunzi watoto wapate kusoma, no. hatuna haja ya kupinga, ni jambo la heri no. Ramadhani akasema hivyo hivyo mm -hmm. tukakubaliana nyote no. tukakubaliana nyote sote, tulipokubaliana hapo ni kwa DC no. siku hiyo tulipokubaliana, tukasema basi hayo sawa tukaondoka. Tulipo, tulipoondoka tumengojea ile maendeleo kwa sababu siku hiyo ndio sasa wenye walikuwa wanafaa wafanye hizo transfer, sio sisi, kwa sababu hiyo ardhi ilikuwa kwa Busia Islamic Center, na sisi sio official wa Busia Islamic Center. Sasa ilikuwa ni wao, sasa sisi tulikuwa tunapeana mawaidha tu, ambao wao familia ama ilikuwa familia E, familia alikuwa huyu kijana na baba huyo, pia hawakuwa signatory wakati huo, kwa sababu baba yake ndiye alikuwa signatory. Sasa kwa hiyo yeye alikuwa tu ana hapo kwa niaba ya baba yake, na ni marehemu sasa. Yeye alikuwa ni kukubali. Sasa ilipotoka hapo, sasa ikaja kwa kuingia kwa hii umsalama salama, sijui wali waliofanya nini vile ilibadilishwa ingia kwa msalasiwezi kujua kwa sababu mimi sikusaini mahali popote. Mimi sign na sijawahi kuwa official wa Busia, Islamic. Islamic Center and umusalama haujui hapo kuliendelea vipi, sikujua kuliendelea vipi kwa sababu sijahusishwa na sijawahi itwa hata sijajua hiyo ardhi inaendelea inaenda vipi. Nilienda tu huko nikiwa na msikiti umejengwa basi, lakini Waka hapo juu. Nyuma umesema kwamba mliitwa mkiwa wewe, shehe Ramadhan, uh, Musa na wengine ofisini, si kipindi hicho? Naam. Sasa pengine hapo, tuambie mlivyoitwa wewe ilikuwa miongoni na, kama nani pale katika nane pale katika jopo lilipoitwa? Sisi tuliitwa kwa sababu mimi nilikuwa katibu kwa Busia Jamia Mosque mos mm -hmm. na ndio na Sheikh Ramadhani alikuwa anawakilisha vijana au vijana ijas naam na, na mzee mm -hmm. alikuwa ndio mwenyekiti wa Supreme Council katibu wa jamia yeah, naam hasa pengia saa hiyo hapo Muslim Islamic na Umusalama uliitwa kama katibu wa jamia, lakini kwa madai na kusemekana katika kupekua baadhi wa nah. nah. ya watu kisema kwamba wewe ni miongoni mwa watu mpaka wa hapo yu... Siwezi kujua saini yangu ilipatikana vipi kwa sababu mimi si katibu wa ile shirika, mimi si mweka hazina wa hiyo shirika, mimi si miongoni mwa familia hiyo eh? Sasa sijui ninaingia hapo namna gani? ningeweza ni kusaini sasa. mimi sasa kama ingekuwa ni mimi nimesaini sue zapo wenye tulikuwa nao wote, basi wangekuwa wasaini zao ziko pale. Kwa hiyo watu kipindi hicho waliokuwepo ni shekhe yoyote hakuwepo hakukua shehe Swale, hakukua na shehe abdul Hakim, sultani pia hakukua. Sasa hawa ni miongoni mwa watu ambao aa wanaweza kuzungumza, pengine katika historia kama unavyofahamu, pengine yale waliyozungumza ni yapi, ambao kwamba mtu alizungumza ukweli au na yapi ambao kwamba mtu alieleza kidogo katika maongezi. Sikusikiza yale walioyazungumza wao wote, sikusikiza yale walioyazungumza isipokuwa sasa, vile wana nimesikia maneno waki, wakitaja mimi miongoni, sisi tulisaini hiyo ardhi na nini. Ndio maana nimetaka kukanusha kutoa hiyo dhana, pengine mimi nilihusika kwa hiyo kupeana hiyo ardhi. Mimi sijahusika maada kwa kusaini popote, na vile walizungumza, sikujua wao walizungumzia nini kuhusu, kuhusu hiyo ardhi. Labda walikuwa wanalalamika kuhusu hiyo ardhi, kwa sababu yale yanaendelea kwa hiyo ardhi pengine hawahusishwi na. Kama Waislamu wanaweza kulalamika, pengine wewe ni mmoja wapo wa mzee ambao likuwa kipindi hicho marehemu Sadau na kitaka malengo yake kujengwa madrasa na kujengwa harakati za Kiislamu no? Lakini mpaka sasa hivi, katika mtazamo wako, hiyo eneo mpaka sasa hivi, pengine yale malengo ya marehemu yametekelezwa, bado? Oh, no. Na <coughs> malengo ya marehemu kwa sababu mimi pia ardhi yangu iko karibu na Bugengi na. Lakini hapa Amerikwai. Na unapita, kuna barabara ndio ende pale Bugengi. Nina ardhi nilijenga hapo Boma, sijaona kitu. Niliona pale ni kwanza, ni msikiti na. Na walijenga madrasa ambayo haikuisha kidogo classes. na kwa saa hii nilipita hapo nikaona nyumba zimejengwa jengwa, nilipita tu nikaona nyumba zinajengwa, lakini wakati huu sijui kama watu wako ndani ama hawako ndani na sikujua ni za nini. Naam? Na sasa mimi kuhusu yale yanaendelea kule sijapendelea kufuata kwa sababu ni vitu za Uislamu na. Na yule alikuwa na lengo ya kujenga Uislamu shule, nisikie shule iko ama tunaenda kufungua kama ni primary school ama kama ni college ama kama ni training no ya, oh ya kufundisha Waislamu wa nini sijafuatilia kutaka kujua ni nini inaendelea kule, kwa sababu mimi sikuhusika na sijahusishwa kwa jambo lolote lenye linaendelea pale. Kama mimi kweli nilisaini jambo lenye linaendelea pale, singekuwa vipi, pia miongoni mwenye linahusishwa kwa zile miradi ambazo zinafanyika pale. Na pengine sasa kumalizia kipindi, unawambia nini watu ambao kwamba wanasema wewe ni miongoni mwa watu uliosaini? Je, yeah. ili kusafisha jina lako pengine unawambia, mimi ningeliwambia na mimi si miongoni mwa watu wenye wajisahi na sijawahi kuwa mweka hazina vile wanavyodai, ati mimi ni mweka hazina sijui wa shirika la Busia eh, Islamic Islamic yeah. Wanaweza kwenda kukagua stakabadhi hizo kwa registrar wa societies waangalie kama kweli mimi nilikuwa official wakati huo, kwa sababu mimi sijawahi kuwa official. Mimi ni Muislamu kama Waislamu wengine, na mahala penye nimekuwa official ni kwa Busia Jamia Mosque, lakini sijawahi usishwa, na kama ningehusishwa atendejisaini hata ile mradi yenye inaendelea pale ningekuwa pia na usishwa na usishwa na nafanya jambo lolote pale. Kwa hivyo mimi mambo ya Busia Islamic eh, msada na Busia Islamic Center sihusiki. Kitu ambaye iko mimi naweza sema tu hizo ni vitu za Waislamu na Sheikh Khalifani kama director yeye yeah, anajua malengo yenye alikuwa amezungumzia. Hiyo ardhi ni ya Waislamu, na kama ni vizuri basi wakae chini kama Waislamu na watatue na watekeleze yale malengo ambayo marehemu alikuwa nayo. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni shehe wetu Seif ambaye kwamba alizungumziwa sana na baadhi ya Waislamu kuwa yeye ni miongoni mwa watu ambao kwamba aliyetia saini katika swala nzima la ardhi ya Waislamu kule Bugengi. Nafikiri ukweli wake ameweza kuelezea na historia kwa ufupi kwa sehemu ile ya ardhi ya Bugengi. Mpaka hapo, usikose kufuatia Zamyl TV Nuru ya Imani. Lakini tv yetu ni tv ya dawa moja yako kurushia mambo ya Kiislamu kama haya ambayo kwamba yamejificha ndani na haieleweki mwanzo wake na mwisho wake. Lengo la Zamyl TV Nuru ya Imani sio fitna, wale sio kuunganisha watu, isipokuwa, ni kuunganisha watu, na watu kufahamu kweli. Kama utakuwa wewe ni miongoni unayejua kweli kupitia haya ndiyo mazungumzo hapa kuhusu ardhi nzima ya Bugengi unaweza kupigia namba kupitia namba ambazo ziko hapo juu na tukufuate na pia tuweze kuuliza maswali yetu mawili matatu tufahamu kweli, uliokuwa wapi. Mimi wako Zamyl Farshi katika Zamyl TV yako pendwa, Zamyl TV Nuru ya Imani mpaka hapo niseme.